Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameziagiza taasisi za kudhibiti viwango nchini zihakikishe uzalishaji wa bidhaa zote zinazozalishwa zikiwemo za afya zinakidhi ubora unaotakiwa na kuweza kushindana katika masoko ya kimataifa. Ametoa agizo hilo Machi 20, 2025 baada ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa mitambo ya kuzalisha oksijeni kwa matumizi ya hospitali inayojengwa katika ofisi za TOL Gases, Temeke, Dar es Salaam ambapo amesisitiza kuwa soko linatakiwa liwe na bidhaa salama, bora na zinazokubalika kimataifa. Taasisi za kudhibiti viwango kama vile TFDA na nyingine zinazohusika zizingatie jukumu la kuhakikisha kwamba bidhaa zote zinazogusa masuala ya afya zinakidhi viwango vyote vinavyotakiwa kwa maslahi ya watu wetu wanaopata tiba na aina yote ya tiba ya kiafya na kwamba soko lisijazwe na bidhaa ambazo hazina ubora. Tunataka kuona soko letu linajazwa na bidhaa salama, bora na zinazokubalika kimataifa. Hii itawahakikishia Watanzania kwa popote wanaopata tiba ni mahali salama na tiba wanayoipata ni tiba sahihi kwa ajili yao. Kwa kuzingatia maendeleo ya teknolojia ya kisasa, ni muhimu sana kwa viwanda vyetu kutumia teknolojia za hali ya juu katika kuzalisha dawa na vifaa tiba. Teknolojia hizi zitasaidia kuongeza ufanisi, kuboresha ubora na kupunguza gharama za uzalishaji. MSD, wekeni kipaumbele cha kununua vifaa tiba vinavyozalishwa nchini, lakini wekeni kipaumbele kununua gesi ya TOL Gases ili niweze kuongeza uwezo wa uzalishaji gesi hapa nchini. Kwa MSD na mkurugenzi mkuu, nenda wakae pamoja, ili gesi yetu ambayo tunaizalisha iweze kutumika ndani ya nchi kwanza, alafu ndio itoke nje, kwa lengo la kukidhi mahitaji yetu hapa nchini. Amesema mradi huu utakapokamilika utazalisha lita milioni nne nukta moja za oksijeni ya matibabu kwa mwaka kuanzia mwaka ishirini na ishirini na sita. Ndugu wadau, mradi huu wa TOL Gases utakuwa na manufaa makubwa kwa taifa letu, kwa sababu unakwenda kuboresha upatikanaji wa gesi ya oksijeni kote nchini mpaka ngazi za wilaya. Mradi huu unaunga mkono juhudi endelevu za serikali yetu na kwenda kuhakikisha kwamba oksijeni ya matibabu inapatikana kwa wingi, kwa ukaribu, na kwa urahisi zaidi. Kwa upande mwingine, mradi huu utaongeza upatikanaji wa oksijeni katika hospitali za zahanati kote na kupunguza vifo vinavyosababishwa na magonjwa ya kupumua, ikiwa ni pamoja na kupunguza vifo vya kina mama na kuokoa wa maisha ya wanawake na watoto wa taifa hili. Ndugu wadau wa, wa sekta afya na na TOL, pia utekelezaji wa mradi huu utasaidia kuboresha upatikanaji wa oksijeni matibabu kwa Tanzania na nchi za jirani ya Tanzania, Afrika Mashariki, na tunataka twende mpaka kusini mwa jangwa la Sahara, kwenye nchi za Sadiki. Na nimeona TOL, kwa maelezo yao, wana uwezo wa kusambaza gesi maeneo yote haya, na nimejulishwa kwamba mradi huu unapopanuliwa unatarajiwa kuzalisha lita milioni nne laki moja na tano elfu za oksijeni ya matibabu kwa mwaka mmoja kwa... Aidha Waziri Mkuu amesema mradi huu unaunga mkono juhudi endelevu za serikali za kuhakikisha oksijeni kwa ajili ya matibabu inapatikana kwa urahisi katika kila kituo cha huduma za afya hapa nchini. Kwa upande wake, naibu waziri wa afya Dr. Godfrey Morel amesema mradi huo ni muhimu kwa sababu oksijeni inayozalishwa kwa njia hiyo inakuwa na viwango vya ubora, hivyo itasaidia kuimarisha huduma za afya zitolewazo nchini pamoja na kupunguza vifo kwenye eneo la watoto njiti. Mmeongeza nini? vifo vya watoto asilimia arobaini na nane vinachangiwa na eneo la watoto njiti, na hii liquid oxygen ukiizalisha inaenda kugusa lile eneo ambalo watoto wengi na linachangia vifo vya watoto kwa asilimia arobaini na nane. Maana maanayake huu mradi ni muhimu sana, lakini Umesikia maana ya ubora, tunapozungumzia ubora wa huduma. Umesikia oksijeni zingine, wakati mwingine zinatofautiana ubora, lakini kwa oksijeni inayozalishwa hapa, kwa oksijeni hii ambayo inaenda kwa liquid form, ina ubora mkubwa. Maana yake ni nini? Hata vifo vingi vinaenda kuzuiliwa na watu wetu wanaenda kupata huduma, na tutaendelea kushusha vifo vya eneo la kina mama, vya eneo za ajali za kawaida, lakini tutashusha vifo vya watoto wachanga ambalo ni eneo ambalo limeshuka vifo kidogo sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na wewe umekuwa ukitembea hii nchi nzima, na sasa hivi hapa unaniambia unaenda Njombe na sehemu nyingine, lakini unakumbuka ulitusimamia kwa maelekezo ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kujenga Maeni majengo ya dharura na majengo mapya ya kinamama, umekwenda kwenye nchi nzima, umeona jinsi majengo mapya yamekuwa yakijengwa, sio ile oksijeni tena ya kupeana kwenye mitungi. Umeona tukikupeleka kwenye emergency department, utaona ukutani zile vifaa tulivyoviweka kwa ajili ya watu kupokea oksijeni. Maana yake hawa wenzetu wanakuja na teknolojia appropriate ambayo inaendana pia na miundombinu ambayo yanaendelea kujengwa kwenye maeneo wetu kwa maelekezo yenu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Awali, mkurugenzi mtendaji wa TOL Gases Daniel Warungu ametumia fursa hiyo kuipongeza serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan kujidhatiti katika uboreshaji utoaji wa huduma za afya kwa Watanzania. Tunaipongeza sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na rais wetu Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kujidhatiti kikamilifu katika kuinua na kuboresha utoaji wa huduma bora za afya kwa Watanzania. Kampuni ya TOL Gases inajivunia kushirikiana na serikali katika miradi mbalimbali ya kuboresha huduma za afya, hususan upatikanaji na usambazaji wa gesi za oksijeni kwa ajili ya matibabu na ikiwemo mradi wa shilingi bilioni 9.8 wa ufungaji wa mifumo ya usambazaji wa gesi wodini katika hospitali mia na ishirini na tisa uliofanyika mwaka jana na serikali yako, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Pamoja na miradi hiyo mbalimbali, TOL imeendelea kuwa mtoa huduma ya gesi ya matibabu katika hospitali zetu kama vile hospitali ya taifa ya Muhimbili Mlogaanzira, Mwananyamara pamoja na nyinginezo. Amesema kampuni ya TOL inajivunia kushirikiana na serikali katika miradi mbalimbali ya mbali kuboresha huduma za afya hususan upatikanaji na, na usambazaji wa gesi ya oksijeni kwa ajili ya matibabu ukiwemo mradi wa shilingi bilioni 9.8 wa ufungaji wa mifumo ya usambazaji gesi wa udini katika vituo 129 vya huduma za afya nchini kote. Zaito ni Mkwama Daily News Digital. <mucho>